E, bwana Mwijaku, baada ya Diamond Platnumz kupata tunzo kutoka YouTube Mwijaku bwana hajabaki nyuma hmm. Amekuja kuzungumza kitu ambacho kiukweli ni kichekesho, yani ni kituko, kwa sababu hapa point kiukweli Mwijaku hana lakini, still hiki ndicho alichokuja kukizungumza kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ameweka caption hapa ambayo inasomeka kama vile kumsema, kumdondoshia madongo na matusi Diamond Platnumz, kwa, kwa kitendo cha Diamond kupata tunzo kutoka YouTube. E bona, katika vitu ambavyo huwezi kununua ni YouTube, yaani YouTube huwezi ukanunua chochote, hususan kwenye hii issue ya tunzo. Kwa sababu hivi Diamond ana hela gani ya kuilipa YouTube? YouTube ina make almost billion of dollars every month, umeona? Yaani ukiachana tu na hizi pesa ambazo anawalipa wasanii pamoja na content creator ambao anaweka content zao YouTube yenyewe tu inapata faida almost billion of dollars per month. Je, wanaweza kweli wakanunua waka wakapewa pesa kwa ajili ya kuuza tunzo? Hicho kitu ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini Mwijaku, tunafahamu kwamba uaga anafanya hivi vitu makusudi tu, ili mradi kuwachokoza mashabiki wa Diamond Platnumz, kuwachokoza mashabiki wa WCB ili e, waende wakakomenti, e, wampe ile kiki upepo azidi kufanya vitu vingine, watu wa pay attention na page yake kwa ajili ya mambo yake yeye pia kuweza kwenda. Nadhani hiyo ndo mindset na ndio akili ambazo anatumiaga Mwijaku mara kwa mara kwa vitu ambavyo vinaendelea kumhusu Diamond. So, this time around, tunafahamu kwamba Diamond pia na msibwana amechukua tunzo kubwa sana. Hii ni tunzo ya almasi, Diamond plug, au Diamond play button kutoka YouTube na hii upewe tu kiolela olela, ni kwamba mpaka ufikishe subscribers milioni kumi na of course, ukipita katika YouTube channel ya Diamond ana zaidi ya subscribers milioni kumi, kwa hiyo amepewa hiyo tunzo, na hiki sio kitu cha ajabu, ni kitu ambacho cha kawaida. Sio kupewa subscribe tunzo ya milioni kumi, lakini kupewa tunzo kutoka YouTube ni kitu cha kawaida, kwa sababu ukifikisha subscribers laki uh, unapewa tunzo ya silver ambayo hata hapa Trend TV tuko nayo, lakini ukifikisha subscribers milioni unapewa tunzo ya gold and then ukifikisha milioni kumi ndo unapewa hiyo ya almasi ambayo Diamond amepewa jana. So baada ya Diamond kupewa hiyo tunzo, Mwijaku bwana kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika kwamba, mwambino acha kujidanganya, unanunua tunzo na unajiandalia mazingira ya kuipokea. Yaani sijui lini utakuwa we, mpumbavu sana mwambino. Hapo USA ume, umeenda Davido ameenda Wizkid. Eh, hatujaona wamefanya huo upumbavu. Badilika, acha utoto. Alafu, katika caption hapa ameandika kwamba utoto ni nini, chambua sentensi hii. Hicho ndio kitu ambacho Mwijaku amekiandika. Sasa ukisema kwamba Davido na Wizkid wameenda Marekani na hawajapewa tunzo. Of course hawezi akapewa tunzo ya almasi kwa sababu hajafikisha subscribers milioni kumi Wizkid na subscribers milioni nne Davido na subscribers milioni nne hata kufika milioni kumi sio leo wala kesho, bado sana. Umeona, eh? Diamond amewaacha hao wote Umeona eh? So ni kitu ambacho huwezi ukawaona wakiwa wamepewa hiyo tunzo mpaka wafikishe subscribers hao, na actually ni kwamba Diamond ndiye msanii pekee mwenye subscribers zaidi ya milioni kumi kusini mwa jangwa la Sahara. Kwa Afrika nzima wako wasanii watatu tu, Davido, Burna Boy, wote hao hawapo katika hiyo listi, yupo Diamond peke yake kwa wasanii weusi. Hao wawili wengine ni wasanii wa Kiarabu kule Misri na Tunisia. Meona bwana, lakini msanii mweusi ni Diamond pekee kutoka Afrika ndiye mwenye tunzo hiyo ya baada ya kufikisha subscribers milioni kumi kutoka YouTube. So kutokana na hilo basi, nataka hapa ni kusomee baadhi ya comment ambazo zimejitokeza, na naelewa kabisa kwamba hii itakuja kuwa ni moja kati ya posti ambazo Mwijaku atayakoga matusi mengi sana, kwa sababu ameongea kitu ambacho ni cha kijinga sana hapa. Sasa huyu hapa wa kwanza amesema kwamba, bwana tunajua akili za Mwijaku zipo kwenye makalio yake. Kwa mtu mwingine hapa amekuja ameandika, huyu ni kiredio. Amesema kwamba, bwana sema leo kaka, acha tu ni, ku, ni kupige bwana YouTube ukifikisha subscribers laki moja unapewa tunzo ya kwanza ambayo hata mimi pia niko nayo. Tunzo inayofuata ni ya subscribers milioni moja, then inafuata subscribers milioni kumi ambayo ndio Diamond amepewa, maana amefikisha juzi juzi tu hapo. Na inayofuata E, ni kwamba akifikisha milioni hamsini atapewa tena tunzo nyingine, na akifikisha pia milioni mia atapewa tena tunzo nyingine. Sema sisi e, ni kwamba na, sema si unajua tena, umeandika ili watu tu, wajuu, ili watu tu wajue, kwamba upo safi. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine hapa Karima Story amesema kwamba bwana Mwijaku, YouTube tunzo hununui ndio zinazosoma mwenye hofu mwenye ya Mungu bwana, so ungeendelea kuchezea tu avieta mzee. Kwa mtu mwingine ameandika kwamba bwana unachokifanya ni sawa tu, ameandika mtu mwingine hapa, ameandika bwana mwambie Alikiba ajinunulie na yeye pia tuone haya kuna mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana ni asubuhi, Mwijaku huduma hudumia mume wako acha kuposti mitandaoni. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana wakuu, sijui tumwanfollow Mwijaku, naona kama vile ameanza kuchanganyikiwa. Kwa mtu mwingine hapa amekuja amecomment bwana Mwijaku shape inamsumbua. Kwa mtu anasema kwamba bwana huu ni ushabiki eh, wa maandazi huyu jamaa sijui anaongeaga vitu gani? Kwa mtu anasema kwamba bwana wewe Mwijaku ushampikia chai mumeo. Kwa mtu anasema kwamba bwana, kwa hiyo wale wote subscribers milioni kumi ni makalio yako. Kuna mtu amekuja ku comment hivyo. Kwa mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana, unaona sisi kama vile makalio yako, eti kichwa mvilingo. Bwana, naamini kwamba generation kubwa ya Wanaijeria wenye subscribers milioni kumi, alafu wewe unatuandikia vitu visivyokuwa na msingi. Huyu Mwijaku aje tu kufollow page yangu ili nimfundishe gitaa basi. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana, yani huyu kaka bwana, ningekuwa na uwezo eh, wa kuumba ningemuumba ninge mwanamke. Kuna mtu ameandika hivyo. Mtu mwingine amesema kwamba bwana, kichefuchefu cha Vieta kimemlevya huyu jamaa, haelewi hata anachokiongea. Kwa msokombe bwana, kumbe Davido na Wizkid pia vile vile niliwajua wamo kwenye Avieta. Kwa msokombe bwana, okay okay. Kwa msokombe bwana, yani makalio makubwa yanamalizaga akili. Tunaona hayo kwa wadada sasa, tunaona pia kwa huyu jamaa. <laughs> Kuna huu msemo ambao watu huaga wanasemaga kwamba wadada wenye makalio makubwa bwana huaga hawako very smart. Yaani hawako vizuri sana kwenye upande wa uwezo wa kufikiria, yani wana uwezo mdogo wa kufikiria. Yaani kuna huo msemo mtaani, watu waga wanasema hivyo kwamba e, wadada wenye makalio makubwa uwezo wao kufikiria ni mdogo. Sasa hapa kuna watu wamekuja kuigeuza hiyo sentence pia wameirudisha kwa DC kwamba e, tumeona hata huyu jamaa naye wanadai kwamba e, makalio anamaliza akili yake, kwa mujibu wa comment ambazo tumekutana nazo hapa. Lakini pia page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana hii. Kuna mtu hapa ameandika, ila Mwijaku Peji nyingine hapo amesema kwamba bwana Diamond atakuja kumfanyia vibaya Mwijaku, si yeah. sisi sisi yetu macho tu, kuna mtu ameandika hivyo. Kuna peji nyingine hapo amesema kwamba bwana anahoja huyu kweli, tumsikilize? Kuna mtu amekuja kuuliza hivyo kutokana na hiyo posti ambayo Mwijaku ameipost. So at the end of the day ukiwa kama mdau bwana Hebu tuwekee maoni yako hapo katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vile vile, bwana, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.